Leo hii tumesimama hapa tarehe ya kumi na tisa ya mwezi wa tatu, tarehe kama ya leo miaka minne iliyopita, mheshimiwa Rais Daktari Samia ndiyo aliapa kwa mara ya kwanza akishika Korani kwa mkono wake wa kulia, akishika hati ya kiapo kwa mkono wake wa kushoto na kuapa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama huyu kwa miaka minne aliyotufanyia, kila mtu anaona, kila mtu anasikia, sifa zake zimesheheni ndani ya nchi na nje ya nchi. Zile 4R sio tu amezitamka, lakini anaziishi, na sisi wasaidizi wake tunazitekeleza kwa vitendo, na ndio maana nchi iko hapa leo. Uchumi unapaa, amani na usalama umeimarika, biashara inaendelea na wananchi wana furaha. Katika miaka yake minne, ametudhihirishia kwamba yeye ni rais shupavu, mpenda maendeleo, mpenda watu wake, na ambaye anastahili kuchaguliwa tena mwaka huu ili aweze kutuongoza tena miaka mitano ijayo. Mimi katika nafsi ya moyo wangu sina shaka hata kidogo, baada ya kutuonyesha miaka minne hii uwezo wake, mapenzi yake kwa nchi, sina shaka hata kidogo ya kumchagua tena kwa miaka mitano. Naamini watanzania tulio wengi wana mawazo kama mimi, lakini kwa kuwa ni waziri mwenye dhamana ya masuala ya katiba na sheria ambapo suala la haki za binadamu liko hapo tumelitumia vyema 4R za mheshimiwa Rais katika kutekeleza haki za binadamu. Watu wengi wamezoea na kuamini kwamba ili haki za binadamu zitekelezwe lazima kuwe na mapambano, lazima mtukanane, lazima mchaniane nguo na kufedheshana hadharani, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia 4R ametufundisha kwamba kumbe haki za binadamu na mambo mengine yote katika jamii yanaweza kutekelezwa kwa kutumia 4R: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya; reconciliation, resilience, reforms and the rebuilding. Ni kwa juzi Geneva, wiki mbili zilizopita, kwenye mkutano wa haki za binadamu, niliwasilisha kwa namna gani haki za binadamu Tanzania zinatekelezwa kwa kutumia 4R. Wasilisho lile sio tu lilikubalika, lakini liliungwa mkono na wajumbe wote na wakatamani kuja kujifunza Tanzania. Na nisisitiza hili, inawezekana sisi wenyewe wa Tanzania hatujui kwamba hizo 4R zinafanya kazi nzuri na zimekubalika nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwasisi wa 4R si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpe maua yake.